Jeshi la Marekani kupitia Kamandi Kuu ya Kijeshi Mashariki ya Kati ya CENTCOM imeripoti kutekeleza mashambulizi mfululizo katika maeneo yanayoaminika kukaliwa na wapiganaji wa kundi la Kihuthi nchini Yemen. Al Jazeera imeripoti leo Alhamis Aprili 17, 2025, kuwa mashambulizi hayo yalifanyika katika majimbo kadhaa nchini humo usiku kucha, huku wahouthi wakitoa wa taarifa chache kuhusu maeneo yaliyolengwa na mashambulizi hayo. Jeshi la Marekani kupitia CENTCOM halijatoa maelezo yoyote kuhusu malengo ya mashambulizi hayo ambayo yamekuwa yakiendelea tangu Machi 15 mwaka huu. Jeshi hilo la Marekani limekuwa likifanya mashambulizi hayo kutoka kwenye meli za kubeba ndege za kivita, ikiwemo meli ya USS S. Truman katika Bahari Nyekundu na USS Calvinson ambayo sasa inadaiwa kuwa iko katika Bahari ya Arabia. Marekani pia imeweka mabomu ya kisasa ya syria b2 katika kisiwa cha Diego Garcia kilichopo Bahari nyahindi, ya Hindi ambacho huenda nayo yanatumika katika mashambulizi hayo dhidi ya wapiganaji wa Kihuthi huko Yemen. Tukirejea katika mzozo wa Israeli na Hamas huko Gaza, kuna taarifa ya kiongozi wa upinzani nchini Israel ambaye ameshauri jeshi la Israel kuwa ni lazima lianzishe mashambulizi yanayolenga vituo vya nyuklia vya taifa la Iran. Awali rais wa Trump wa Marekani alizuia shambulio la Israel dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Irani kwa nia ya kujadiliana mkataba wa nyuklia na Teherani, kulingana na maofisa wa ikulu ya White House ambao hawakotajwa majina. Akijibu taarifa hiyo, kiongozi wa chama cha National Unity, Benny Gantz alisema kuwa Israel lazima na ina uwezo kushambulia ira, iz, Irani wakati wowote wa namno. Utawala wa Irani ni mabingwa wa kuchelewesha mambo. Gantz alisema kwenye chapisho lake la aliloweka kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, taifa la Israel lazima na linaweza kuondoa uwezekano wa Irani kuwa na uwezo wa nyuklia. Kwa kushirikiana na karibu na mshirika wetu mkubwa Marekani, ni wakati wa kubadilisha Mashariki ya Kati aliongeza Gant mwisho wa kunuku. Wakati huo huo, kundi la Palestinian Islamic Jihad PIG limelaumu kile lilichosema kuwa ni ubaguzi wa wazi na aibu kwa wale wanaotaka mateka wa Kiyahudi waachiliwe kutoka Gaza, huku wakibakia kimya wakati maelfu ya Wapalestina wakiendelea kuteseka kwenye magereza ya Israeli, wakiwemo wanawake na watoto. Katika taarifa ya kuadhimisha siku ya wafungwa wa Kipalestina leo, PIJ imesema jumuiya ya kimataifa imechafuliwa na ukimya wake kuhusu mateso ya makumi ya maelfu ya wafungwa wa Kipalestina ambao wamekuwepo kwa miongo kadhaa kati ya karibu wapalestina elfu kumi ambao makundi ya haki za binadamu yanasema wanashikiliwa kwenye magereza ya Israel, 3498 wanazuiwa bila mashtaka wala kesi yoyote chini ya kile kinachojulikana kama kifungo cha kiutawala. PIJ imesema kuwa watoto takriban ni 400 na karibu wanawake 30 ni miongoni mwa wanaoshikiliwa, huku watu wapatao 2000 wa kutoka Gaza wakikamatwa na majeshi ya Israel tangu Oktoba 7, 2023 na wafungwa 63 wamefariki dunia wakiwa gerezani kutokana na uzembe wa kitabibu na mateso, kwa mujibu wa PIJ. Mashambulizi ya Oktoba saba dhidi ya Israel yalizinduliwa kwa lengo kuu la kulazimisha makubaliano halisi ya kubadilishana wafungwa, ambayo yangewaachilia ya huru wafungwa kutoka kwenye magereza ya uvamizi na kupunguza mateso ya watu wao, na nuku, ukombozi wao umekuja lengo lisiyoyumba li, li, katika mapambano ya heshima na uhuru, ili waweze kuachiliwa mateka wao sharti na watu wetu waachiliwe, imesema taarifa hiyo ya PIJ. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.